Kuhusu swala la uchaguzi, tumejipanga vilivyo, maana uchaguzi ni haki ya kila mwananchi kuchagua kiongozi anayemtaka, maana sio kungang'aniza wala sio kwa, kwa, kwa kufosi. Na uchaguzi tutakaofanya sisi, kiukweli, tumejiandaa, tutaenda kuchagua pasipo maandamano yoyote, nacho kiomba serikali iandae vyombo vya ulinzi na usalama kuzuia fujo zozote zinazojitokeza, ili kuzingatia au kulinda uchaguzi usiharibike, tarehe 29 tunakwenda kuchagua u, u, u, viongozi ambao wataweza kuwakilisha awamu ya miaka mitano. Mimi na wenzangu tutasema tukapige kura. Maisha ya mwanadamu kwanza ni maendeleo. Hayo maandamano anayoyasema wao ni kutaka tu kupoteza muda, ambayo pengine wewe unaweza kuharibiwa maisha yako kwa sababu mtu anakuambia ukafanya maandamano, wakati huo yeye kwenye maandamano hayupo. Huu uchaguzi upo kwa mujibu wa sheria. Wananchi wanataka wakapiga kura, kwa sababu ni ni ni ni ni utaratibu ambao upo kikatiba. Sasa leo hii mtu anasema usiende kupiga kura, unafanya maandamano, maana anataka kusaidia nini? Sisi leo tunaenda kupiga kura na kata Utengule Usangu kwa ujumla, sababu tumeshaona mheshimiwa rais leo afanya anaonekana, na hiyo ndio tija yetu. Tunaenda kuachagua viongozi wetu wote. Sisi wanawake hasa, naombeni baba zangu, tujitokeze kwa wingi tukamheshimishe mwanamke wenzetu awezakuumisha kwenye mwanamke mwenzetu, tusiwaache waume zetu nyumbani. Wako watu ambao wametawaliwa na dhana potofu: Chama cha Mapinduzi kimeshashinda tarehe 29, hakuna haja ya kwenda kupiga kura. Ndugu zangu, kielelezo cha wewe mwana Mahango, wewe mwana Utengule unayetambua unayethamini unayehitaji maendeleo ushu kielelezo cha kushiriki kumtuma Matipa katika vikao vya baraza la madiwani halmashauri. Sisi vijana tukubali kwa moyo mmoja kwamba Samia anatosha. Hayo mengine ya maandamano ya mitandaoni sisi hatunayo. Kazi yetu ni moja tu, kwenda kutiki vijana, tukaamasike tutoke, kwenda kupiga kura na sio kwenda kuandamana wala kutia fujo. Najua kata yetu ni kubwa wanafunzi wetu ni wengi, lakini kwa sababu ya upendo wenu ndio mmesukuma na mimi kufanya hili. Nimeona kwamba ni washonee wanafunzi wote watakaofaulu kidato cha kwanza kuingia Utengule Usangu.